Darasa ya tatu ambayo Ramadhani inatufahamisha kwamba al-amru wan-nahyu lillahi wa rasul, suala la kuagiza na suala la kukataza, hili jambo ni miliki ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha ya mtume wake. Hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuamrisha na kukataza jambo katika Uislamu isipokuwa ni Allah kisha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam. Yeyote anayetuletea katazo, anayetuletea agizo katazo hilo likawa liko haliambatani na halihusiani na aliyoyataka Allah na mtume wake, jambo hilo ni lake. man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Yoyote atakayeleta jambo akazusha jambo kwenye amri hii ya Uislamu jambo ambalo halimo wala halihusiani na Uislamu, fa huwa raddun, hili jambo ni rad yeye baki nalo, bakinalo, hili halitukusu. Allah subhana ndiye aliyetuamrisha tusile na tusinywe mchana mzima wa Ramadhani na tusikutane na wake zetu mchana mzima wa Ramadhani. Ni agizo la Allah subhana, ni agizo la Allah subhanahu wa ta'ala maadamu yeye ndiyo aliyoagiza sisi waislamu tunatia nje ya Ramadhani ruhusa, lakini ndani ya Ramadhani mchana la amekatazwa, na ukiyafanya ni madhambi. Bali si madhambi tu, inafika hatua kwamba wewe kama umemjami, umemjami mkeo moja siku ile, unadaiwa na adhabu yako si tu kwa kudaiwa, unatakiwa wewe uache mtumwa huru, na kama hauna mtumwa ufunge miezi miwili mfululizo, na hii miezi miwili mfululizo ya hadha ni kwa kila siku moja utakayofanya. Kwa hiyo ukienda mara kumi, wewe zidisha mara kumi, ni siku sitini, mara kumi, una siku mia sita zinakusubiri. Sasa kama wewe ni jasiri kwamba unaweza kufunga siku mia sita bila kupumzika, wewe chokoza hiyo habari. Kwa hivyo Allah subhana ndiye anayemiliki agizo na ndiye anayemiliki katazo. Wama atakum rasulu fakhudhuhu, alilokuleteni mtume lichukueni. Wama nahakum anhu fantahu, na alilokukatazeni acheni. Waqala taala lillahi alamru min qablu wa min ba'd, amri ya Allah subhana kabla na baada, yeye ndiye mwenye amri yake. Kwa hivyo utawaona Waislamu wanaitika kwenye amri za Allah subhanahu wa taala pasina ya wasiwasi. Darasa hapa ni nini? Baada ya Ramadhani, watu wanatakikana wabakie na mwenendo na mwendelezo, wasihame hii nukta, wasiiache hii nukta, waishikilie bila ya kuiachilia. Aliloliagiza Allah subhana walishike, Allah subhana taala daima wakae wakae na limekataza Allah subhanahu wa taala, daima wakae mbali nao. Wakiyaweza haya watakuwa wamefungua mlango muhimu wa kupata yale ambayo waliyapata waja wema waliopita.